kwa watoto. Na tukiangazia mengine ni kwamba wazazi wa watoto wenye mahitaji maalum katika kaunti ya Samburu wamehimizwa kutowafungia nyumbani, wamehimizwa kuwasajili ili wapate msaada wa kukabili unyanyapaa. Mwanahabari wetu Bonfas Barasa anaarifu mengi <tipos> makumi ya wazazi wa watoto wenye mahitaji maalum wamejitokeza katika kambi ya matibabu ya bure iliyoandaliwa na shirika la Compassion katika kanisa la kg mjini Maral, kaunti ya Samburu. Mimi nimesaidika yani kwa hii hii screening ya leo na hii mingine yenye imefanyika mingi, juu nimeweza kujua shida za mtoto na imenisaidia nijue mengi na yale yenye tunapitiana, hatujaijua sisi kama wazazi. Tunasaidika kupitia mradi wa kuleta watoto kufanyiwa screen tunaona kwa muda tukikuchukiletwa tukiku, tukiku, tukiku, tukiku hapa, tunaona inatusaidia, ina sisi kama wazazi, kwa sababu tutaona watoto vile wana improve. Kulingana na shirika la Compassion, idadi kubwa ya watoto wenye mahitaji maalum wanapitia unyanyapaa mkubwa katika jamii Samburu. Watoto hao wanapopokea matibabu, wito mtolewa kwa wazazi walio na watoto hao kutowafungia nyumbani. Wasasi, kama uko na mtoto ambaye ni mgonjwa wengine maybe hali ya disability usifishe mtoto, mtoe kwa sababu kama saa hii tuko na hawa Bethany kid ambao wamekuja kutusaidia ili kushughulikia watoto hawa. Kwa hivyo tunaomba kwa sababu ya wasasi, usiwahi kufisha mtoto, na hayo yote yanafanyika pale kichichini, kwa sababu wasasi wengine wanaiona hayo na hawataki kujitolea kuwauliza usaidizi kwa sababu wanaona ni aibu, wanaona ni mtoto wangu hii shida ako nayo, sijawahi sikia, sijawahi sijawahi ona. Tunaomba wajitokezee wakasaidiwe. Watoto zaidi ya mia moja wamepokea matibabu ya bure kwenye kambi hiyo ya matibabu. Bonfas Barasa, runinga Citizen, gatuzi la Samburu. Nam, taarifa hiyo kutoka Samburu ndio inatupeleka kwenye mapumziko ya